Na, masante, karibu sana Boniface. Yeah. unatoka sehemu gani Boniface? natoka sehemu ya Mumias. unatoka Mumias? Ndio, yeah. sababu ya leo kuwa mgeni wangu studio ni, ni kwa nini? nimekuja kumshukuru daktari. mm -hmm. kwa sababu alisaidia ndoa yangu ambayo ilikuwa imefifia, ilikuwa imeharibika kabisa. Unaposema kwamba ndoa yako ilikuwa imeharibika unamaanisha nini ndugu yangu Boni? tulikuwa tunaishi Kisumu. mm -hmm nikawa nimeitwa Eldoret kazi nilipoacha, mm -hmm. mke wangu Kisumu mm -hmm. nilikaa muda kidogo, akaniambia amefunga virago ameenda kwao mm -hmm. nikajaribu kumfuatilia, nilishindikana mm -hmm. kabisa. Yaani, wakati ulienda Eldoret kutoka Kisumu, ulienda peke yako? Ndio. ukamwacha Kisumu? Ndio. na Kisumu ulikuwa unafanya kazi? Ndio ukapata kazi nyingine ya Eldoret. So kuona ni vizuri kwamba bibi abaki Kisumu kidogo niende ni, ni, ni nijiendeze kwanza, kwanza alafu ndo baadaye umuite. Ulikuwa umekaa Eldoret muda gani ndio baadaye akaamua? kama miezi ni tatu hivi nne. Miezi mitatu minne. Ndio. Akakupigia simu akakwambia anaenda kwao. Ameenda kwao. La, la, labda mlikuwa mmechokozana ama ilikuwa na namna. Ha, hamna. Mhm. Mm -hmm. Yeah. Kwa na, wakati alipokuambia anaenda kwao uliamua kufanya nini wewe? Nilitafuta pesa kidogo mm -hmm nikajaribu kumfuata lakini nilipofika huko mhm, mm, akaniambia a, a, akani akaniambia nitulie kwanza. Yaani alikataa kurudi na wewe kwako? Ulifuata mwanamke uh mpaka kwao -huh. Ndiyo. Ehe, nilipotulia nikajaribu kumpigia simu mhm, mm, akakataa. Baada ba, baada ya wewe kutoka kwao... boni tuele taratibu. Ndiyo. Baada ya wewe kutoka kwao ulikaa muda gani kabla ndio uanze kujua, ai, hapa ni kama nimeachwa? Nilikaa kama miezi mitatu tena. mm -hmm. Nikaanza ku, ku, kusononeka kwenye roho. mm -hmm. nilipo nilipata rafiki yangu mmoja. mm -hmm. Nilipomwelezea shida zangu akaniambia kuna daktari mahali ningependa mm -hmm. uchukue namba kama unaweza mpigia utampigia mwenyewe. mm -hmm. aliponipea namba nilipiga simu mm. Daktari akanielezea jinsi ya kufanya, nikaenda kumtembelea, nikaenda mm -hmm. kumtembelea akanipa akani dawa mm -hmm. na baada ya alikuwa ameniambia siku tano mm -hmm. lakini kabla ya siku tano iishe, mm -hmm. niliona simu ina, inaingia kwa simu yangu hiyo. Simu simu ilikuwa inaingia kwa simu yako, kwa mke wako? Sasa na eh, alikuwa, alikuwa... bado yuko kwao? Ndio mm -hmm. akanielezea nimeona watoto wanaangaika, mm -hmm. Nataka nirudi.